Sikilizeni nyinyi mnaudhani ya kuwa Ramadhani mchana tu na wala si usiku. Nyinyi ambao mkishafuturu tu, wazee wa fegi wanaendelea na fegi, wazee wa mirungi kama kawa wanagonga nakhwa zao na handasi zao, wazee wa kuchati na mademu zao wanaendelea, wenye kufanya haramu wanaendelea. Wana

fungwa kwa minyororo mwezi mzima na majini wenye kufanya maasi au walioasi. Wa jiulize leo, Ramadan, mashaitani wote wanafungwa, hawapo, na bado miongoni mwetu tupo tunaofanya maasi ndani ya Ramadhan, tuko tunaoendelea hata kuzini usiku wa Ramadhan. Ukimwona mtu anamuasi Allah hadi ndani ya Ramadhan, ukaye, ukifahamu ya kuwa nafsi yake ina mambo makuu mawili ni nafsi ina shari nyingi, na ni nafsi chafu sana. Jambo la pili linalopatikana usiku wa kwanza wa Ramadhan, milango saba ya Jahannam hufungwa usiku wa kwanza. Huu sio mwezi wa kwenda motoni funga milango yote ya moto. Jambo la tatu, na hufunguliwa milango yote ya pepo, milango minane yote ya pepo. Kubwa kuliko wayunadi munadin atanadi mwenye kunadi kutoka kwa Allah atasema: ewe mwenye kupenda khairi, sogea mbele, huni mwezi wa khairi. Ewe mwenye kutafuta khairi, njoo hundo msimu wa khairi shari wenye kupenda shari na maovu, acha koma, huu sio mwezi wa kufanya shari. Usiku wa Ramadhan, vijana wa kiislamu ndo wanapagawa zaidi. Kwanza wanaufanya kuwa ni usiku wa kukesha sana, utashangaa karata zinaanza kununuliwa wakati wa Ramadhani, dumna zinaanza kununuliwa wakati wa Ramadhani, Ramadhan pool table wakati wa Ramadhani, bali sasa tumeendelea kutuna kitu kinaitwa Ramadhani kab ikiwa mwezi mtautendea haki, mtasali tarawih, baada ya hapo mkaenda kucheza mpira kwa mujibu wa sheria, mkavaa nguo yenye stara, si mpira wa kamari, just mazoezi, ni halali. Lakini ikiwa mtaacha kusali tarawih, kumi na mwisho watu wanasimama kutafuta lailatul qadri, we unapiga firimbi, unacheza uwanjani, huu ni msiba mkubwa sana. Miezi kumi na moja haitoshi, wewe kufanya mambo yako yote, unataka kuyafanya yote ndani ya Ramadhani? Kisha Bwana Mtume kasema, na Allah hutoa msamaha wa kuwaacha huru na moto waja wake kila usiku wa Ramadhani, na siyo mchana, usiku. Chukulia Ramadhani ni kesho, chukulia leo magharibi mwezi Umeandama kabla hata hujafanya chochote, Allah anasema futa jina la fulani na fulani katika, wa, katika faili la watu wa motoni, mwacheni uhuru na moto. Alafu malaika kabla hajafuta jina lako anakukuta unakombatia mwisho mwisho, unaagana na mtu wako. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim